Na Samia, sijafanya kosa. Stop intimidating me. Sijafanya kosa, tumeanzisha vyama vingi na lazima mvumilie, tupingana kama vyama vingi ni makosa, futeni wote tuwe CCM. Lakini kuonea watu no. Mimi ni kiongozi, hamwezi kumkiti kama kichaa. Unachukua pasipoti yangu mtu una, una maelezo teni kwadke Mwandikie kwa sababu mmekuja. Niambie. Why are you taking my passport? Mwandikie kwani baba ana utakisha. So no. Kwa nini unachukua passport yangu? Why? Mpe arudi mimi bila. Kwa nini unanizuia? Mimi nataka mpe arudi bila yani. Wewe mpe arudi bila yani. Kwa nini? Shika hiyo. Shika hiyo.

Sonda, wewe bwana Sonda, Mimi ni kiongozi. Wewe ni kiongozi, sina kosa kama kumpinga Samia ni makosa, mseme niambiani kwa nini, kwanini mnachukua pasipoti yangu. Full stop. Mimi naenda kuzika na nimewaambia na, naenda kuzika na na,